Jambo msikilizaji, na karibu katika kipindi dira ya tabia nchi. Lengo la kipindi hiki ni kuchambua kwa kina maswala ya mabadiliko ya tabia nchi na hali ya hewa kwa madhumuni ya kuimarisha maisha yetu duniani. Mimi ni Noel Cynthia Atinu. Katika kipindi chetu cha wiki iliyopita tuliangazia njia anuwai za kusambaza jumbe za hali ya hewa ikiwemo matumizi ya sanaa. Wengi wenu mliwasiliana nasi katika mitandao ya kijamii kuhusiana na maandalizi yenu katika msimu huu wa mvua ya masika. Mansokenga alisema karibu mvua, naye Mburu wa Naivasha alisisitiza kauli hii akisema shuka. Geto Prince alisema nimemwomba Mungu isikuwe mafuriko, naye Joyce Lumbasi alisema nimenunua gambut. Tse ya kuvaa wakati huu wa mvua. Asante sana msikilizaji wetu kwa kuendelea kuwasiliana nasi. Kwa hakika mvua imefika. Katika kipindi cha leo, tutachambua matarajio ya msimu huu wa mvua ya masika unaotarajiwa kuendelea hadi mwezi wa Mei. Pia tutashughulikia mbinu bora za kutumia msimu huu kwa manufaa yako katika nyanja yoyote ya maisha. Kabla hatujazamia kwenye mada yetu ya leo, tafadhali tembelea mitandao yetu yote ya kijamii at KBC Radio Taifa, na utuambie wewe binafsi una mipango gani ya kunufaika na msimu huu wa mvua ya masika. Una mipango gani binafsi ya kunufaika na msimu huu wa mvua ya masika. Tungependa kusikiza maoni yako. Je, unatarajia kulima, kuhifadhi maji au kuna mbinu nyingine unazotumia ili kupata manufaa zaidi? Jibu lako litasomwa katika kipindi cha wiki ijayo. Katika kipindi hiki tunazungumza naye Daktari Richard Mwita kutoka idara ya utabiri wa hali ya hewa kutupa wasia wa mtazamo wa mvua ya masika ya mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano hususan katika maeneo ya Nairobi. Karibu sana bwana Mwita. Marhabana, asante sana kwa nafasi hii. Kulingana na uchambuzi wetu, ni kwamba msimu huu wa masika kwa wakazi wa Nairobi unatarajiwa kwamba mvua itakuwa ya wastani ama ambayo inakaribia wastani na pia chini ya viwango vya wastani. Kwa hiyo mvua nyingi haitarajiwi kwa msimu mzima, japo labda baada ya siku ama mvua kunyea kaunti, kuna labda vipindi fulani ukapata mvua uh, kubwa labda kwa siku moja ama siku mbili. Hata hivyo, kwa msimu, kwa ujumla, unatarajia mvua ambayo inakaribia kiwango cha wastani, na pia chini ya kiwango hicho cha wastani na pia atakuwa leo wafugaji, labda wanaobobea katika kilimo, katika maeneo ambayo ni pembezoni mwa Nairobi, tunatarajia kwamba labda mvua kwa sababu itakuwa inayokaribia wastani na pia chini ya kiwango cha wastani. Kwa hivyo mvua ile labda haiwezi ikadhibiti kilimo ambacho labda ni cha juu. Kwa hiyo, kwa ujumla, huenda athari za mvua hizi hi, ziwepo uh, kwa ukubwa wake, japo tunatarajia labda mafuriko tu ya muda mfupi ambayo kwa Kiingereza tunasema flash floods pale ambapo labda tunapata gharika ama storm. Uh, ambayo labda itakuwa ni ya siku moja, mvua nyingi ambayo labda inakuja kwa uh, ukubwa, kwa uzito lakini hatima yake ni kwamba hatutarajii athari ambazo zitakuwa ni kubwa sana kutokana na hii mvua. Na katika msimu huu wa mvua ya masika katika kaunti ya Nairobi tutarajie nini? Au mvua hii ya masika huwa na tabia gani katika kaunti ya Nairobi? Katika msimu wa masika mwaka huu katika kaunti ya Nairobi ni kwamba mwaka huu tunatarajia mvua ambayo itakuwa inakaribia viwango vya wastani na pia chini ya viwango vya wastani, lakini kihistoria ni kwamba mvua ya huwa ni panda na shuka, mara inakuwa ni nyingi, mara inakuwa si nyingi ama inakuwa ni ya wastani. Lakini kwa kawaida tunaona kwamba katika kuangalia ile tabia ya mvua ni kwamba kuna vipindi ambavyo mvua ya Nairobi katika msimu wa masika inakuwa kubwa sana, huenda ikanyesha mvua kubwa, na pale ambapo watu wanaona ghafla mvua imesababisha mafuriko ya ghafla. Pia mvua ya Nairobi wakati mwingine huwa ina mgawanyiko ambao ni, ni mtambuko, maana unapata labda katika maeneo fulani ya Nairobi pale pananyesha mvua nyingi ama labda mvua ya wastani, ila kuna maeneo ambayo si mbali sana na hapo na ambayo haijapokea chochote. Hata hivyo kuna wakati mwingine mvua pia hunyesha usiku katika kaunti ya Nairobi. Uh, ni nadra sana labda kupata msimu wa masika ambao umechipuka na pale hatujapokea ha, mvua mida ya usiku. Ni hatua zipi jamii inaweza kuchukua kudhibiti athari zozote zinazoweza tokana na mvua hii ya masika? Kama kawaida, ni kule tu tuseme kwa wale ambao ni wakulima labda, um, wajihusishe na kilimo ambacho kinalingana na mvua ambayo itatosheleza kilimo chao. Kwa wale ambao wapo labda kwenye shughuli za mifugo ni swala zima vile tunavyotarajia mvua labda finyo katika baadhi ya maeneo nchini, ni kule kuhakikisha kwamba labda wajaweka mifugo mingi ama mifugo ambayo hawataweza kudhibiti kweli, kwa sababu huenda tuseme ile lishe ikawa imepunguka kidogo pale tunapotegemea mvua ama tunapotarajia mvua ambayo haitakuwa nyingi. Pia katika sekta mbalimbali mbali, kuna uh, tuseme mbinu mbalimbali ama hatua mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikachukuliwa ama zikafanyika. Kwa mfano wale wana mia sekta ya usafiri ni vyema wawe waangalivu, hasa pale mvua inaponyesha. Waendeshaji magari wasiende kwa kazi sana, make kuna uwezekano wa barabara kwa ujumla kuwa telezi na mwendo wa kazi huenda ukasababisha ajali. Na pia ukiangalia katika uh, sekta ya tuseme kilimo, ni vizuri kwamba kuwe na uhifadhi wa maji katika sekta ya rasilimali maji, suala zima la uhifadhi wa maji uh, na pale tunajua kwamba tuko na azma nchini ya kuongeza kiwango ama idadi ya miti nchini. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri tuchukue nafasi hii labda pale ambapo wizara husika ikaweza um, kuleta tuseme jitihada za upanzi wa miti hususan pale mvua inaposhika sana katika msimu wa masika, ambapo ni Aprili, mwezi wa Aprili, ili labda kufikia wakati ambapo mvua itakuwa inatokomea mwisho wa msimu, basi pale labda ile miti itakuwa imeshika kiasi kwamba haitaathirika labda na ile hali ya ukame ambayo itafuatilia katika uh, ule msimu wa ubaridi ambao ni Juni hadi mwezi wa Agosti. Unaendelea kusikiliza Dira ya Tabia Nchi, ambapo leo tunazungumza naye Daktari Richard Mwita kutoka idara ya utabiri wa hali ya hewa kutupa wasia wa mtazamo wa mvua ya masika ya mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano, hususan katika maeneo ya Nairobi. Karibu tena, mimi ni Noel Cynthia Atieno. Bwana Mwita, mabadiliko ya hali ya hewa ni jambo ambalo linatukabili katika jamii yetu ya wakati huu. Je, ni kwa jinsi gani mabadiliko ya hali ya hewa yanaathiri mwelekeo na taswira ya mvua ya masika? Kulingana na tafiti ambazo zimefanyika, ni kwamba mvua kidogo imekuwa inachelewa, ile mianzo ya mvua ya masika kidogo inakuwa inachelewa kitambo kidogo, karibia labda miaka kama kumi hivi. Miaka ishirini ama thelathini iliyopita mianzo ya mvua ya masika labda ilikuwa mapema kidogo katika mwezi wa Februari, lakini hivi sasa tunaona kule kuchelewa. Kwa mvua inaanza karibia mwisho wa uh, mwezi wa tatu ama labda hata kwa baadhi ya maeneo inaanza ikiwa imechelewa zaidi. Hiyo ndiyo athari kuu ambayo inaonekana, lakini pia tunaona mchango wa mabadiliko ya tabia nchi katika ule mgao wa mvua. Wakati mwingine tunapata kwamba iwapo mvua ni nyingi katika msimu wa masika, unapata ule mgao labda hautoshani katika maeneo mbalimbali nchini, mbali mbali na hata barani na kote ulimwenguni. hata hivyo Yo, tuseme kwamba viwango vya mvua pia vimetatizika kidogo uh, kutokana labda uh, na athari ya mabadiliko ya nchi ama ya tabia nchi, hivi kwamba wakati mwingine tunapokea mvua nyingi labda kwa muda mfupi labda kwa juma moja ama siku chache, halafu hatimaye mvua hiyo inadidimia, inakuwa ni mvua viwango vya chini, na ni kitu ambacho kwa mfano hakikuwepo uh, pale awali ni jinsi gani mvua hii ya masika ya mwezi wa Machi hadi Mei inaweza athiri suala zima la utumizi wa ardhi au shughuli za mijini na miundo misingi iliyoko jijini. Kwa njia moja ama nyingine, iwapo ile miundo msingi ama miundo mbinu iwe ni majengo, iwe ni e, barabara ama labda miundo msingi yoyote mingine, inaathiri kwamba maji huenda yakarundikana sehemu moja, make ile nafasi ni finyo ya maji kupita na kwa hiyo, hiyo tu ndio athari ambayo inaweza ikaonekana, tuseme pale ambapo miundo msingi haijawekwa sawa sawa. Hata hivyo, huenda ukapata athari ambayo ni nzuri. Kwa mfano, pale ambapo uh, kuwepo kwa majengo mengi na watu labda wameweka mpangilio ule wa kuteka na kuzoa maji, huenda sasa ikawa ni nafasi ya kujichukulia yale maji na kuweza kuyahifadhi ili yakaweza ya kutumika pale baadaye katika miji mikubwa kama vile Nairobi na miji mingine nchini. Na sasa katika safu yetu ya ufahamu wa lugha, nini maana ya mvua ya masika? Tuungane naye mwanahabari wetu Peter Areri kwa maelezo zaidi. Mvua ya masika ni kipindi cha mvua kinachotokea katika msimu wa masika ambayo kwa kawaida huanzia Machi hadi Mei katika nchi nyingi za Afrika Mashariki ikiwa ni pamoja na Kenya. Mvua hii ni muhimu sana kwa shughuli mbalimbali, hasa kilimo, kwani hutoa maji ya kutosha kwa mimea na mazao kukua vizuri. Pia mvua ya masika huchangia kujaza vyanzo vya maji kama vile mabwawa, mito na visima ambavyo ni muhimu kwa ajili ya maji ya kunywa, ufuga na shughuli nyingi za kila siku. Kwa hivyo mvua ya masika ni kipindi muhimu kinachosaidia kuimarisha uchumi na maisha ya wanajamii. Mimi ni Peter Areri, sasa wafahamu lugha katika utabiri wa hali ya hewa tuungane naye mwanahabari wetu Esther Toto. Katika utabiri wa hali ya hewa mjini Nairobi, siku ya Jumatano, mvua kidogo inatarajiwa asubuhi katika maeneo machache, huku mchana mvua nzito inaweza kutokea katika baadhi ya maeneo, na usiku mvua ya mara kwa mara inaweza kutokea katika maeneo machache. Siku ya Alhamisi, vipindi vya jua vinatarajiwa kushuhudiwa asubuhi na mchana, mvua nzito inaweza kutokea katika baadhi ya maeneo huku usiku mvua ya mara kwa mara ikiweza kutokea katika maeneo machache. na siku ya Ijumaa asubuhi vipindi vya jua vinatarajiwa, mchana vipindi vya jua bila mvua yoyote inatarajiwa, na usiku anga litakuwa na mawingu kidogo. Siku ya Jumamosi asubuhi vipindi vya jua vinatarajiwa kushuhudiwa, mchana mvua nzito inaweza kutokea katika baadhi ya maeneo na usiku mvua ya mara kwa mara inaweza kutokea katika maeneo machache. Hali ya joto inayotarajiwa ni joto la juu zaidi ya nyuzi 30 huku joto la chini zaidi ikiwa nyuzi sita. Kumbuka utabiri huu unapaswa kutumika pamoja na utabiri wa kila siku wa masaa ishirini na nne unaotolewa na idara ya utabiri wa hali ya hewa hasa katika msimu huu wa masika. Haya ni kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa wa nchini. Mimi ni Esther Toto. Ya hapo tunatamatisha kipindi chetu cha leo. Usikose kuungana nami juma lijalo ambapo tutaangazia maandalizi yanayofanywa katika eneo la Kibra kukabiliana na changamoto zinazoweza kujitokeza wakati wa msimu huu wa mvua ya masika. Usisahau kwenda kwenye mitandao yetu yote ya kijamii KBC, Radio Taifa, na ujibu swali hili, wewe binafsi una mipango gani ya kunufaika na msimu huu wa mvua ya masika? Una mipango gani ya kunufaika na msimu huu wa mvua ya masika? mvua ya masika. Kumbuka, gharama ya kutochukua hatua kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ni kubwa kuliko ile ya kuchukua. Asante kwa wote waliohusika katika utayarishaji wa kipindi hiki. Mimi ni Noel Cynthia Atieno, nawatakia msimu wa mvua salama. Kwa heri kwa sasa.